Wapendwa watazamaji, na nasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ni Mchungaji Jonathani Ntware, ni mchungaji wa Dayosisi ya Kaskazini Magharibi ya Kanisa la Kiinjili ya Kilutheri Tanzania. Mimi pia ni mratibu wa shughuli za UKWATA. UKWATA ni Ushirika wa Kikristo Wanafunzi Tanzania katika mkoa wetu wa Kagera. Ninaposema mkoa wa Kagera, Kagera ya sasa inamaanisha wilaya ya Bukoba Vijijini, Muleba, wilaya ya Misenye na manispa ya Bukoba. Ukwata mkoa wa Kagera tunaandaa siku ya kukutanisha wanaokwata wote inayoitwa Easter Conference ama mkutano wa Pasaka tunategemea kuwaleta hapa katika eneo hili ambapo nimesimama kwa sasa, ni eneo ambapo tutafanyia mkutano katika shule ya Bishop Kibira. Ni shule ya kanisa na tutakuwa mahali hapa takribani wana ukwata mia nane hamsini tukijumlisha na walezi hamsini, jumla tutakuwapo mahali hapa watu wasiopungua mia tisa. Katika kuwa mahali hapa, lengo ni kuonyesha vijana wanafunzi wa shule za sekondari na vyuo vya kati ndio wahusika wanaopaswa kuwa mahali hapa. Na katika eneo hili pia, tutakapokuwa hapa katika mkutano utakaoanza tarehe 16 mwezi wa 4 mpaka tarehe 21 mwezi wa 4, tutakuwa na mada mbalimbali ambazo zitaweza kuwasaidia vijana kujibu maswali yao walionayo. Mkutano wetu tafungua Baba Askofu Dr. Abeliyo Kesho Mshahara Mkuu wa Dayosisi ya Kaskazini Magharibi. Ndio tafungua mkutano wetu huu tarehe 16 hiyo. Na baada ya ufunguzi, vijana wataenda kupata mada mbalimbali kutoka mbali, kwa wawezeshaji waliojiandaa, wawezeshaji mahiri sana waliojiandaa kwa ajili ya kuwezesha vijana. Tutakuwa na mada mbalimbali mbali, nitaje mada ya kijana na utandawazi, kijana na uchumi, career guidance and counseling, mahusiano na usafi wa kijana Mkristo. Itakuwa ni mada ambazo zitafundishwa mahali hapa, na katika mada hizo, ninaamini vijana wataweza kujifunza kuji mengi na watajibu maswali mengi ma, watapata majibu mengi ya maswali yao wanayojiuliza, kwa sababu vijana siku hizi wako kwenye changamoto kubwa mambo ya utandawazi, mambo ya jamii wanamoishi. Kupitia mada ambazo tunazipata hapa, zitaweza kuwasaidia vijana kuweza kukaa vizuri. Na pia katika mkutano huu tutakuwa na maombi na maombezi, tukiwaombea vijana ili waweze kukaa vizuri kiroho, na hata wenye kuponwa waweze kupona magonjwa mbalimbali watakayokuwa nayo. Kwa hiyo tutaweza kukaa vizuri mahali hapa, lakini pia katika mkutano huu tumejiandaa pia kuelesha neno kuu la mkutano huu unaotoka katika Isaya 45:22, unaosema "Niangalieni mimi mkaokolewe." Huo ndio mstari unaobeba kisha cha mkutano mzima, ili watu waje kwa Yesu waweze kuokolewa, na hivyo niendea kuwaletea hiyo habari njema, vijana waweze kukutanika mahali hapa tangu tarehe 16 mpaka tarehe 21, tuweze kujifunza kwa pamoja, tuweze kushirikiana, tuweze kumegiana vipawa kwa sababu katika mkutano huu pia tutakuwa na sehemu ya mashindano: mashindano ya Biblia, mashindano ya ngonjera, mashindano ya nyimbo, mashindano ya mashairi. Kwa hivyo wata, wata, wata shindana, na wale ambao watapata kushindana na kuweza kufaulu vizuri pia watapokea zawadi kama motisha kwa vijana, kwa sababu kwa kufanya kazi kubwa ya kujiandaa. Kwa hiyo watakaofanya vizuri wanamotishwa kwa zawadi mbalimbali ambazo tumetayari, tumeshaziandaa kwa ajili ya vijana hao. Kwa hiyo ndugu zangu wasikilizaji na watazamaji, nipende kuwakaribisha watu wote kuweza kufika hata kuona vijana wanapokuwa wamekutanika pamoja, lakini hususan, ninawakaribisha wanaokuata wote katika mkoa wa Kagera kutoka katika shule mbalimbali na vio vya kati, tuweze kujumuika pamoja, ili tuweze kufanya huo mkutano vizuri na kuweza kumaliza vizuri, na lengo likiwa ni kuwajenga vijana waweze kulia katika imani ya Kikristo. Basi nawatakia amani ya Bwana katika kipindi cha kwarezima na Mungu wetu awabariki. Asanteni sana.